Nilivyokuarifu kwenye mjadala wetu wa leo, tunajikita nchini Tanzania ambako uchaguzi uliofanyika hivi karibuni umemalizika katika mazingira ambayo kila aliyofutilia na akatoa tathmini ya haki anaweza kusema umeacha mgawanyiko mkubwa. Sio tu kwamba ulifanyika chini ya kiwingu cha maandamano makubwa ya umma, bali saa chache baada ya zoezi la kupiga kura, kwanza taifa hilo la Afrika Mashariki lilitumbukia kwenye kiza cha kukosa taarifa kwa karibu siku sita. Mtandao wa intaneti ulitoweka, magazeti karibu yote yakasitisha uchapishaji na vyombo vingine vya habari, kwa maana redio na televisheni vilitumbukia kwenye ukimya usio wa kawaida. Karibu kila niliyezungumza naye nchini Tanzania, anasema kwa siku zote hizo hakuna aliyepata taarifa yoyote kuhusu uchaguzi, vurumai iliyozuka kutokana na maandamano au kile ambacho mashuhuda wanakitaja hivi sasa kuwa mauaji ya kutisha na ukandamizaji uliokuwa ukifanywa na maafisa wa usalama. Yumkini kila mtu nchini Tanzania hivi sasa alikuwa akijiuliza, na pengine hata sasa bado anajiuliza, vyombo vya habari vya nchi hiyo vilikuwa wapi? Vilikuwa wapi kuwafahamisha yaliyokuwa yakijiri nchini mwao? Vilikuwa wapi kuwaarifu nini cha kufanya katika mazingira yaliyokuwa yanaonekana wazi kuwa ni hatari? Au vilikuwa wapi kuwapa jukwaa la kusema na kutoa maoni yao? na pengine swali muhimu zaidi hata sasa, vyombo vya habari nchini Tanzania viko wapi? Maswali hayo na mengine ndiyo tutajaribu kuyatafutia majibu mchana huu, na nimewaalika hapa Deodatus Balile, yeye ni mwenyekiti wa jukwaa la uhariri nchini Tanzania. Pia tunaye bwana Edwin Soko. Soko ni mwenyekiti wa taasisi ya vyombo vya habari vya nchi za kusini mwa Afrika, MISA tawi la Tanzania, na kutoka Maryland nchini Marekani ni mwandishi wa habari Mobelwa ndio, natumai nyote mnanisikia. na ni ruhusu nianze, ni na Deodatos Balile, mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania. Balile, nini kilitokea nchini Tanzania kiasi taifa lenu likatumbukia kwenye kile nilichokisema kwenye utangulizi, kiza cha kukosa taarifa katika wakati muhimu zaidi kwa taifa hilo, wakati wa uchaguzi, waandishi na wahariri mlikuwa wapi? Balile: ah, kwanza ni shukuru kwa kunialika kwenye mjadala huu lakini nijibu sasa sehemu ya swali hilo, kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Kwamba kabla ya uchaguzi vyombo vya habari vilipata taarifa kwamba kuna mwelekeo vijana wengi walikuwa kwenye mtandao wakihamasishana juu ya maandamano, na wakuu wa vyombo vya habari na baadhi ya taasisi na wahariri waandamizi wakatoa tamko la kueleza kwamba Tanzania ikiwa watatekeleza hilo wanalolitekeleza basi wanaweza wakatumbukiza nchi katika machafuko na tukaeleza madhara ambayo yanaweza kuwapata na wanaohamasisha kwamba wanaishi nje ya nchi. Kilichofata ilikuwa ni siku moja kabla ya uchaguzi. Baada ya uchaguzi watu walianza vizuri kupiga kura, ukiangalia vyombo vya habari vilikuwa vikihabarisha ni nani amepiga kura wapi, makamu wa rais amepiga wapi, eh, rais amepiga pale Chamwino, wagombea wa upinzani wamepiga wapi lakini hasa kukatokea sasa wimbi la maandamano likaanzia pale Ubungo kama saa nne na nusu kuelekea saa tano hivi, na baada ya hapo sasa maandamano tunayoyashuhudia katika nchi nyingi, inakuwa wale waandamanaji wameongozana, wapo kwenye barabara kuu, wanaelekea labda ofisi fulani kupeleka ujumbe. Sasa hii ilipoanza tu, nyumba zikaanza kuchomwa, zi, zi, vituo vya vya kupigia kura vikaanza kuchomwa vituo vya mwendo kasi vikaanza kuvunjwa, matukio ambayo ukiangalia yaliwahi kutokea Marekani yanatajwa moja kwa moja kwamba ni ugaidi, lakini sisi huku inakuwa ni haki ya waandamanaji kwamba wakivunja lakini tulo... tafadhali, bwana Balile, wewe ni mwandishi wa habari, jukumu lako ni kwenda kukusanya kinachoendelea kukihariri na kukichapisha kwa walaji na, na hicho ndicho, kwa sababu kili, kili, kili, kili, kile unachokieleza sasa ni mfululizo wa matukio mm yaliyojitokeza baada ya wakati zoezi la kupiga kura, kura linaendelea, ambalo kuanzia hapo kwa siku tano baadaye watanzania hawakuwajua nini kilitokea na nini kilikuwa kinaendelea nilikuwa nimefikia hapo kwamba hiyo ndo maana mlifahamu kwamba vituo vinavunjwa, magari yanachomwa, ni kwamba tulikuwa tukifanya kazi yetu. Baada ya hapo e, serikali ikapoteza mtandao hewani, ikaondoa network ya internet, na baada ya kuondoa network ya internet ndo tukabaini kwamba kumbe redio nyingi, tv nyingi, magazeti, mifumo mingi hapa nchini inategemea internet. Kwa hiyo ikawa hata mitambo ya kuchapa magazeti haiwezi kuendeshwa ndio maana umezungumza hapo mwanzo kwamba kwa, kwa siku sita magazeti yalikuwa yachapishwi nchini. Kwa hiyo tukajikuta kwamba huna jinsi ya kupeleka taarifa sehemu yoyote. WhatsApp huwezi kuifungua, huwezi kuupload kwenye website. Huwezi kufanya nini, ukabaki kuendelea kukusanya taarifa kadri tunavyozipata. Bali ile ba, ba, pamoja na hicho unachokisema, lakini sicho ambacho ukisoma mitandaoni wale wanaovilaumu vyombo vya habari nchini Tanzania wanachokisema, wana, wana, wana wanasema ni kwamba hamkuwepo kabisa. Kwa maana katika mazingira hayo ya uchaguzi unaendelea, furumai kwa bahati mbaya imejitokeza kutokana na maandamano ya umma, e, ilitarajiwa waandishi wa habari wawe kwenye mitaa na pengine kuharifu kile kinachoendelea wananchi na na, na taarifa zinasema hata vyombo vya habari ambavyo havitegemei kwa mfano mtandao wa intaneti, kama kama redio na televisheni zilikuwa zinaendelea kurusha maudhui mengine ya muziki balile mm-hmm. Ukiniambia hatukuwepo, mimi mpaka saa saba usiku nilikuwa ofisi ya mtendaji wa kata Gongo la Mboto iliyoungua na gari langu likapata pancha, nikiwa huko huko usiku nimepita katikati ya maaskari, nimekwenda mpaka kuona tukio lilivyo, kama nisije kusimuliwa. Kwa hiyo huyu anayesema hatukuwepo ni, kwa, ni kawaida kwenye social media. Unajua, tuna tofauti kati ya waandishi wa habari na wachangiaji kwenye mitandao ya kijamii. Waandishi wa habari tunafanya kazi ya kukusanya kuchakata na kuchapisha. Wale wa mitandao ya kijamii wanakusanya na kuchapisha na pengine kuingia kwenye harakati kuweka hisia. Na naomba na, na, nimsikie Edwin, Edwin Soko, wewe ni mwenyekiti wa taasisi ya vyombo vya habari vya nchi za kusini mwa Afrika MISA. Jukumu lenu mojawapo ni kuhakikisha uhuru wa vyombo vya habari unakuwepo katika mataifa ya, ya, ya nchi za kusini mwa Afrika. Nataka nawe nikuulize swali lile, waandishi wa habari nchini Tanzania walikuwa wapi kwa siku tano hadi sita za wakati zoezi la kupiga kura limeanza, matokeo yametangazwa, maandamano ya umma ya yalipozuka yalipo hadi hivi majuzi? Uh, asante sana kwanza kabisa ni, ni shukuru kwa kupata nafasi hii niliyoipata, lakini pili nitoe tu pole kwa waandishi wa habari uh, wote ambao wamepata madhira pamoja na Watanzania na wale waliopoteza maisha, basi Mwenyezi Mungu awarehemu uh, roho zao huko uh, peponi mimi nianze tu kwa kuzungumza. Kuna mambo mengi sana ambayo yalikuwa yamechangia ukimya ambao ulikuwa umetokea. Wengi tunajua katika konteksti ya Tanzania na hasa katika siku yenyewe ya Oktoba ishirini na tisa, vyombo vya habari asubuhi vilianza kufanya kazi zake vizuri sana na kuonyesha watu wakipiga kura katika maeneo mbalimbali, lakini baadaye tukaingia katika kiza kingine baada ya maandamano haya kutokea. Kuna vitu vikuu viwili ambavyo nataka nieleze ambavyo vimechangia sana sana kwa vyombo vya habari kutoonekana uh, kwa nafasi ya ukamilifu wa asilimia mia moja. Kwanza kabisa ni suala la hofu, na pili ni suala la taharuki, kwenye mazingira kama haya ambayo hatujawahi kuyaona nchini Tanzania, na tumepita kwenye wakati mgumu lakini jambo ambalo sitaki kutoka katika leli ni kueleza dhima ya vyombo vya habari ni tatu: kuelimisha, kuhabarisha na kuburudisha. Lakini je, siku hiyo vilifanyika vipi katika muktadha wetu wa Tanzania? Na sisi kama taasisi ya vyombo vya habari tuliweza kuzungumza, tukasema kwamba kazi kubwa katika vyombo vya habari ni kusimama kama midieta, kama msuluhishi wakati wasintafahamu yanapojitokeza. Hapo swala la, la hofu miongoni ni waandishi kama sababu unayoamini ndio ilichangia vyombo vya habari vikatoweka kabisa hewani na havikugusia kabisa yaliyokuwa yanatokea baada ya vurumai ya maandamano uh, kuzuka. Hofu imetokana na nini? Kulikuwa pengine na amri au uh, maelekezo yoyote yaliyotolewa na vyombo vya mamlaka nchini Tanzania kwa vyombo vya habari kuwa havipaswi kuripoti yanayoendelea kwa siku hiyo sitaki kusema kwa asilimia mia um, kwamba kulikuwa na maagizo hiyo. Sitaki kusema, lakini tunazungumzia hofu zenyewe za ufanyaji kazi wa vyombo vya habari. Tanzania bado inahesabika kama ni uh, nchi ambayo ina sheria zake ambazo lazima mwandishi aweze kuishi nazo. Kwa hiyo hata mwandishi anapofanya kazi zake lazima aishi katika kanuni, misingi na na taratibu zenyewe za kisheria, na wakati mwingine taratibu hizi zinamfanya kabisa kuweza kutazama katika muktadha wa tahaluki, kama siku hili ambazo zilikuwa zinatokea, obvious kwamba mwandishi wa habari lazima arudi nyuma kwenye kufanya kazi zake kiuangalifu zaidi. Wakati mwingine anaweza akaona contenti ambayo inamwelekeza kwamba contenti hii yawezekana nitaingia katika uchochezi, na anajua kabisa wakati mwingine hao nitaingia katika uh, t Fulani, ni katika kwa mujibu wa sheria zetu za hapa nchini, ninaweza wapi nikawa katika sehemu salama? Kwa hiyo yes. Hiyo ikawa ina changamoto kubwa, lakini changamoto nyingine ni kwamba kulikuwa kuna mgongano um, kidogo wa maadili ya uandishi wa habari pamoja na sheria zenyewe ambazo kwa mujibu wa, wa, wa maadili ya waandishi wa habari wakati labda wa maandamano inabidi mwandishi awepo vitaani na aweze kutafuta taarifa mbalimbali ili mlaji aweze kuja kuzipata. Lakini je, wakati huo kuna amri ambayo imetolewa uh, ya kusema kwamba

No, no, ha, waandishi hatukuwa tumeziuia kwenye hivyo, lakini kama unakumbuka, nimezungumza kabisa kwenye mazingira ambayo mtu mwenyewe lazima atazame taifa lipo kwenye wakati mgumu, inabidi afanyeje, na wakati huo kuna sheria zinazokandamiza wakati mwingine kufanya kazi zake ki, kiweredi zaidi anatakiwa asimame wapi? Kwa hiyo ile hofu ya kujenga na huku kuna sheria za ufanyaji kazi zinamfanya mwandishi asiwe salama kuja kutekeleza wajibu wake ni, nitarudi kwako baadaye. So kwa sababu unavyozungumza ni, ni kana kwamba unataka kuonesha kwa jukumu la uandishi wa habari ilikuwa tu ni kwenda kueleza kuhusu maandamano. Wananchi wanalalamika hawakupata taarifa zote, sio kuhusu maandamano tu, kuhusu uchaguzi ulivyokuwa umefanyika, matokeo jinsi yalivyokuwa yanatangazwa na mengine. Nitarudi kwako. So kujaribu kutupa mtazamo wako. Kwenye hilo e, Mobelwa Bandio, lawama zinazotolewa na Watanzania na kwa hakika kwenye mitandao ya kijamii, vyombo vya habari vinashambuliwa vina sana e, vyombo vya habari nchini humo vinastahili vina lawama hiyo kwamba vilikwepa wajibu na jukumu lake wakati muhimu kabisa nchini Tanzania, Bandio? kuna sehemu ya lawama ambavyo vinastahili hiyo, ni la kwanza, japokuwa inawezekana vyombo vya habari visiwe chanzo cha hizo lawama. Hapa tunazungumzia mambo kadhaa. Kwanza kama, kama ilivyo wenzangu, nishukuru kwa nafasi hii, lakini pia kushukuru kupata nafasi ya kuwa na kakabadhili pamoja, pia Frank hapa, nafasi nzuri kuweza kujadili hili na, na kuweza kuona vipi tunaweza tukasonga mbele. Kuna mambo kadhaa ambayo binafsi naweza nikayaona. Kwanza unaangalia kwamba desturi inaonyesha kwamba waandishi wa habari hulindwa vipi katika nyakati kama hizi. Um, nakumbuka, sikumbuki jina David kuna, kuna baadhi ya waandishi wa habari ambao wanajikuta wanapokuwa miongoni mwa, mwa hizi shughuli hawako salama kwa namna yoyote. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kwamba waandishi wa habari hata kama wangekuwa wamekwenda sehemu ambayo kuna maandamano tu ya kawaida um, ambayo upo uwezekano polisi wakaja kuyatawanya, wao hulindwa kwa namna gani? Hatuko, hatuna hatuna rekodi nzuri ya kufanya hivyo nchini Tanzania. Jambo la pili, kuna suala zima la sheria kwamba hata utakapokwenda kuripoti sheria inasemaje? Um, sheria sasa inasemaje hasa katika suala zima la kujaribu kubalansi habari unajua kuna baadhi ya vipengele ambavyo kidogo vinambana mwandishi anaposema, kwamba kama imetokea um, shida ya ama ama kuna wasiwasi ama kuna habari ambayo imesema kwamba taarifa iliyopo hivi sasa ni kwamba watu mia saba wameuawa, mwandishi wa habari anatakiwa afanye nini kabla ajasema hicho kitu? Anaweza akawa na sound bite inayosema hivyo, lakini um, sheria inasemaje kwamba ni lazima athibitishe kwa namna gani kabla hicho kitu hajaenda kukitangaza? Hiyo inambana na wakati mwingine unajikuta inakufanya usipate muda wa kwenda kukimbia kwenda kuzitafuta zile habari, uhalisia wa habari, kwa sababu itakusababishia matatizo hapo mbele. Lakini kuna swala la tatu pia ambao tuangalie, uh, sijui si, si, labda ndugu yangu, um, kaka hapo Deodatus anaweza akawa na, na, na, um, na takwimu, um, ni asilimia ngapi ya vyombo vya habari nchini Tanzania hasa vikubwa vinamilikiwa ama vina hisa kubwa ambazo ni za ama wanasiasa au watu walioko serikalini. Mm -hmm. Hapo sasa tunaweza tukaona kwamba ni kwa namna gani watu wale wanaweza wakahofia lakini kama unachuja mwenyewe taarifa, unaamua kipi cha kuripoti na kipi ch cha kuacha. Bandio, tusimame tu tu tu tu tu tu tu kwanza hapo kidogo, nataka nimsikie Deodatus Balile. Nikimsikiliza Soko anachokisema na nikimsikiliza Bandio, inaonyesha waandishi wa habari mm, wa Tanzania hamna meno kabisa, ama mnalazimika tu kuripoti matukio yasio na rabsha ama vurumai, na nikitokea vurumai hamna jukumu lolote Uh, nadhani kwanza sio kweli na nikubaliane na Soko sehemu aliposema, lakini amesema kama kwa mashaka hivi. Kwa uhalisia hatukupata amri yoyote ya kusema kwamba mwandishi wa habari asiripoti haya matukio, hakuna amri iliyotolewa ya hivyo. Kilichotokea ni pale nilipokuambia internet ilipogeuka silaha baadala ya kuwa kitendea kazi, kwamba wakaanza kuona kwamba serikali wakaona kinachoendelea hapa Dar es Salaam kinahamia Mwanza, kinahamia Songwe, wakajipo, wakazima internet. Waandishi wa habari waliokuwa fieldi hawakuwa na jinsi ya kupeleka hizo taarifa kwenye vyombo vya habari. Movement ilikuwa ni ngumu kweli, kutoka kituo kimoja kwenda kingine, lakini hata hao wanaoshambulia kwenye mitandao ya kijamii kwa hizo siku sita hawakupeleka hayo maandishi wanayoyapeleka kwenye mitandao ya kijamii. Simu walikuwa nazo kama makopo, kama vivi, hazifanyi kazi yoyote. Mm, ni mpaka hapa mtandao uliporejea ndipo mawasiliano yamerudi. Angalia vyombo vya habari na leo, gazeti la, la Mwananchi kwa mara ya kwanza limerudi tena mtaani. Gazeti la Jamhuri tunajiandaa kwa ajili ya kurudi mtaani. Kwa hiyo wanapotulaumu waangalie na mazingira tuliyokuwemo, kama wao walivyokuwa hawawezi kutuma message kwenye TikTok, kwenye WhatsApp na mengine. ni nimesema ni pia kwenye utangulizi Bwana Balile, muda unatupa yeah. mkono unakimbia kule kweli, ilisema kwenye utangulizi, sio tu wanauliza mlikuwa wapi, lakini hata sasa wanauliza yeah. mko wapi? Kwa sababu huduma ya internet tunarifiwa, imerejea zaidi ya siku mbili zilizopita uh, rais mpya yeah. Samia Suluhu Hassan ambaye ameshinda uchaguzi uh, huo kwa mujibu wa tume ya uchaguzi nchini humo amekwisha apishwa yeah. na anaanza kuunda kuunda Kali, lakini yako matukio yanayotajwa yalifanywa na maafisa wa usalama wakati wa uchaguzi na ndiyo, watu wanayasambaza kwa kasi na, na ziko taarifa zinazosema uko ukweli kuhusiana na, ma, na, ma, na matukio haya, vyombo vya habari vya Tanzania inaonyesha mko kimya pia. Kwenye uandishi wa habari ni taaluma ni taaluma, kwa maana ya kwamba sisi tuko tofauti na social media. Kwa mfano, kuna takwimu inasambaa, ukiangalia eh, UNESCO wanasema watu kumi wamekufa, Al Jazeera wanasema watu mia saba Hao hao Al Jazeera kuna posti nyingine wanasema mia nane Sisi waandishi wa habari lazima tu verify information. Mimi niliyeko Tanzania, eneo ambako matukio haya yanasema kwamba yametokea, nimekwenda kwenye hospitali kadhaa. Nina gazeti ambalo linaitwa Jamhuri litatoka hiyo siku ya Jumanne nne na kila mtu kwa sababu hatuwezi kuchapisha kama social media wanavyofanya, wenyewe akikutana na kipande kimoja wanaambizana. Leo nimeona mtu anafanya disinformation, huyu ambaye amechochea kwa wingi, anasema serikali ya Tanzania imeingia mkataba na Uganda, Bukoba itakabidhiwa kwa Uganda, jambo ambalo ambalo haliwezekani. Sasa sisi kama wanahabari tukisema hilo ni uongo, hivi kama nilivyosema hivi, kwenye social media wanaanza kunishambulia. Kwa hiyo wakati mwingine tunawasikiliza, ila tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba nchi yetu haianguki kuwa kama Somalia kama Watanzania. Mm, maana tukishaiangusha hata ya magazeti takuwa hatuna pa kuyauzia. Edwin, Edwin, Edwin Soko, una, unasemaje kuhusu hizo hoja anazojenga Balili za baada ya huduma kwa mfano kama ya internet kurejea? Maswali yanaulizwa hata namba ninyi Tanzania baki vyombo vya habari vya Tanzania. Balili amesema ametaja mashirika kadhaa yanatoa idadi ile na ile na ile lakini nyinyi nchini Tanzania hata kusema mmoja ama wawili ama hakuna kabisa, mbona hatusikii? Soko, nafikiri na, na, na, na bado nisisitize hapo hapo kwamba lazima tutazame muktadha wa sheria zetu. Kwa mfano mwenzangu Balili amezungumzia kwa taaluma ya uandishi wa habari yenyewe inasimama ni, ni taaluma, yani watu ambao ni profesional ndani yake. Kwa mfano katika suala la kitakwimu tunajua tuna sheria ile ya takwimu, uh, statistics act nchini Tanzania. Kwa hiyo sisi tunavyopokea taarifa fulani, lazima tuzifanyie uchunguzi, lazima tuzichakate, lazima tuende upande wa pili, tuweze kujua mamlaka inasemeje, tuweze kubalance na kuweza kuja kuzitoa, tofauti na uhuru aliokuwa na watu katika social media, mtu anaweza akaandika moja mbili tatu, na tofauti ya sisi na wao huku, sisi chombo cha habari kufanya hivyo, ina maana ni kuwajibika kwa mwandishi wa habari. Sheria ya Media Services Act yenyewe inakutaka mwandishi wa habari kama mwanataaluma uweze kuwajibika mwenyewe. Kwa hiyo hilo ni la kwanza. Kuchelewa kwa taarifa, wakati mwingine tunachelewa kwa sababu ya kutaka kubalance, ya kutaka kupata accuracy, ya kile ambacho tutakipeleka kwa walaji wetu I, I, I, eh, I, I, hicho ni swala la msingi sana. kwa upande wenu itachukua muda kiasi gani mnadhani? Vipo vyombo vya habari tumeshaanza kutoa taarifa mbalimbali, nafikiri za kitakwimu, itakapokamilika tutaona kupitia katika vyombo vya habari. Na kingine kizuri, kwa mfano sisi, taasisi ya vyombo vya habari kusini mwa Afrika, ni taasisi ambayo tunajikita kutafuta hizi takwimu kwa upande labda wa waandishi wa habari na kuweza kuziverify, na tutatoa katika ripoti zetu za ndani na itakuwa ni public. Hata nyiye mkitaka mnaweza kuja kuzitumia kwa, kwa hiyo tunahitaji muda kuweza kufuatilia na kuweza kuzidokumenti, ziweze kuwa na uhalali zaidi. Zaidi wao kwa walaji wetu eh, uniwe radhi Mubelwa Bandio, muda wetu umekuwa mfupi sana kwa kweli, utaniwia radhi, najua umezungumza mara moja tu, lakini ni kushukuruni sana Edwin Soko, Theodatus Balile na Mubelwa Bandio kwa kushiriki mjadala mm, wetu huu. Shukrani sana. Tusikilize makala tulikuandalia.